Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kubadilisha jina kwenye akaunti yako ya Facebook. Mimi nitaenda taratibu step by step, ili uweze kunielewa, na mimi huwa nafundisha taratibu ili naye uweze kuwafundisha na wenzako. Moja kwa moja utaingia Play Store cha kwanza kabisa. Ukishaingia Play Store utajaribu ku, e, moja kwa moja utasearch hapo, utabonyeza kidogo cha kusearch, tafuta baada ya hapo utabonyeza hapa juu kwenye kuandika, utabonyeza tokea keyboard, kisha utaandika Facebook. Ukishaandika Facebook hivyo moja kwa moja utabonyeza hiki kidude cha kutafuta utatafuta Facebook. Baada ya hapo utagusa hapa, itafunguka namna hiyo. Baada hapo hapo kutakuwa na option mbili Zinakwaga hapa juu usibonyeze uninstall. Ukibonyeza uninstall e, moja kwa moja utaifuta. Cha msingi kama hapa, angalia tu hapa kama kuna neno limeandikwa update, basi utabonyeza hilo update ili iweze kujisahisha kwenye latest latest vision. Kama hakuna neno update, basi utaachana nayo, kisha utarudi nyuma utarudi nyuma utarudi nyuma utarudi nyuma paka mwanzo. Baada ya hapo, moja kwa moja utaingia kwenye Facebook yako. Mfano mimi ni hapa, Facebook yangu, nitaingia kwenye Facebook hiyo hapo. Baada ya hapo, hapa juu utaona kuna option, kuna option hii ya video umona? Ukija hapa, kuna option hii hapa, profile hii hapa ya, ya, ya profile yangu, notification pamoja na hiyo kumwisho. Sasa we utabonyeza hiyo kumwisho kabisa, kama ni kubonyeza. Mimi nadhani umeiona. Baada ya hapo, utashuka chini, shuka chini mpaka utaona kuna neno setting. Nadhani umeona neno setting hili hapa, basi utabonyeza ili neno setting. Baada ya kubonyeza neno setting, utabonyeza hii setting hapa ya kwanza kabisa, basi utabonyeza neno setting. Baada ya kubonyeza neno setting, utakutana na hili group la kwanza hapa, hili hapa, kisha utalibonyeza neno hili group. baada ya hapo pia hapo atakuja kwenye sehemu ya maandiko kama hivi. Hapa utakutana na option nyingi. Sasa naomba nizielezee kwa kifupi haraka haraka. Hapa juu hapa ni, ni, ni option ya profile. Hii hapa ni sharing across profile mfano, e, kama una share account yako na account nyingine basi tajionesha hapa, kama mfano umeconnect na, hata kama na Instagram, basi takuwa hapa lakini mimi sijananili chochote. Hapa ni logging in with account, kama unataka kuunga na sehemu nyingine akaunti yako. Hapa chini kuna view all, ukibonyeza hapo utakutana na hizi option zote, mbona mfano kama hapa add account na add akaunti yako ya Instagram, ili mfano ukiwa na post Facebook basi na Instagram ziende pamoja. Turudi nyuma, hapa kuna option ya password and security, password and security. Hapa ni sehemu ya kama unataka kubadilisha password yako au security au aina yote ya, ya ulinzi ulionayo. Mfano ukibonyeza hapo utakutana na hapo change password, two factor authentication, save the login na passkey. Umeona hapo pia, inaweza ikakuonyesha watu wote waliowai kuingia. Mfano ukiingia hapo kwenye e, e login alerts utakutana na hapo. Kwa hiyo itakuita kuita, utachagua njia gani iweze kukujulisha endapo mtu ataingia. Chini hapa ni email na hapa ni security checkup. Hapo ukiangalia hapa chini, unakuta taarifa mbalimbali za kuhusu usalama wako. Mfano hapa naweza kuombea review account info. Hapa wameniambia, yani hapa wamenipendekeza hivi vitu vitatu, create a pass key. Alafu, eh, aangalia sehemu gani ulizo ulizo ulizoweza kuingia kwenye account yako. Kwa hiyo nikigusa hapa nitakuona na sehemu zote ambazo nimeshaye kuingia. Lakini ukiziangalia hapa, ukiziangalia hapa zote ni sehemu ambazo unazifahamu vizuri kabisa. Kwa hiyo nyuma, umeona hapa ni create passkey, naweza kubonyeza not now. Hapa review contact info, nitakuja hapa sawa sawa, sa, sasa hapa tunarudi nyuma tunarudi nyuma tena Mona, tulikuwa hapa kwenye security check up. Tunarudi nyuma mpaka unakutana na sehemu pameandikwa e, personal details. Hii personal details utakutana na taarifa zako mbalimbali mbali. Hapa hapa ni kama unataka kubadilisha email, picha na mambo mengine na kudiliti akaunti yako, ini sisi hatupo huko Eh, ukija kwenye chini unakutana na your information and permission. Hapo unakutana na taarifa zako zote, umeona majina we upload specific ad partner activity of meta technologies, kwa unakutana na vitu mbalimbali. Facebook ina mambo mengi mengi mengi sana, umeona. Sasa moja kwa moja tunagusa tunagusa hapa profile ya hapa, umeona tunagusa hapa baada ya hapo eh, manage your meta profile and info umeona. Sasa busugusi, usi, usi, usi eh, ikifika mbeleni nitakuonesha tena jinsi ya kurudi hii hapa kwa haraka zaidi, wala usijali, uendelea kunifuata. Baada ya hapo utagusa hii account. Baada ya hapo itakuja option nne, ya kwanza ni jina name, ya pili username ya tatu profile picture, ya nne avatar, umeona cha kwanza kabisa. Ehe, unagusa jina name, name hapa unakutana na. Ukitaka kubadilisha jina e, unafika hapa hapa. Ni jina la kwanza, hapa ni jina la kati, hapa ni jina la ukoo. Umeona, sasa mimi nimeandika hivi, lakini kiwalisia hii ilibidi iwe hapa maana hili sio jina la ukoo lakini, hakuna jinsi. Ukishuka chini, inakwambia kama utabadilisha jina au utaweza kubadilisha tena ndani ya siku sitini. Umeona? Kisha nakwambia usiweke tu jina lolote unalojitakia, ni vizuri ukatumia jina lako. Umeona hapa chini, inakwambia Other name are all public and people can find you on Facebook. Sasa hapa Mfano wewe jina lako labda mfano wewe jina lako ni Juma labda jioni au Juma Hassan. Hapa chini kuna manage other name. Labda una nickname ya kusubiri tuiguse hapa. Itafunka hapa. Unajua kuna mwingine unakuta ana jina linaitwa nickname. Jina lake nickname, yani labda mfano oh, au jina lake lingine eh, labda Diamond Platinum, lakini ni Nasib Abdul. Umeona? Sasa hapo ndo unaibonyeza pale, alafu unakuja unachagua ni jina gani lingine ambalo unalo nickname. Hapa unaweza kugusa hapa. Kuna jina la kufanya kazi, kuna jina linavyotamka, kuna jina la ndoa. Umeona eh, kuna jina la, la, father, eh, kuna jina la mfano labda, eh, labda wewe ni baba fulani, labda baba levo. Umeona, kuna jina la kuzaliwa, kuna jina ambalo maarufu. Umeona kuna kwa kuna jina ambayo name with title, mfano kama doctor nini, unachagua. Alafu baada hapo unaandika hilo nickname yako hapa, alafu baada hapo itaandikwa show at top of profile. Kwa ukibonyeza hapo inamaanisha itaonesha kwenye profile yako pale juu, kama kuna mwingine ameandika labda John labda Johnson Stefano, alafu kwa mbele kwenye mabano pameandikwa labda eh, bisho wa Kigoma huko umeona, turudi nyuma. Hapa ni username. Ukitaka kubadilisha username yako, bonyeza hapa. Mfano mimi natumia username ya Lena na hii inaweza kutumika kama link. Mfano ukiandika facebook.com alafu mkwaju ukaandika Leonard Amani alafu ka search moja kwa moja itamleta huyo mtu kwenye profile yako, umeona eh. Hapa chini profile picha, kama unataka kubadilisha picha yako ya profile, unaweza kuibadilisha kwa kubonyeza hapo, hii profile picha yako ika ika ikabadilika. Hapa chini avatar, kama unataka kutumia avatar unaweka hapo, umeona avatar zinakuja mbali mbali, unaweza kuedit vile unavyotaka. Sasa naomba turudie taratibu na kwa haraka haraka kwa wastani, jinsi ya kubadilisha jina lako la Facebook. Narudi mwanzo kabisa, mwanzo kabisa. Ah, naanza kwa kuingia Facebook, jinsi ya kuchange jina lako la Facebook moja kwa moja. Baada ya hapo, ee, akaingia kwenye hii nalii hii picha huku. Baada ya hapo, unaingia kwenye setting Unaingia kwenye setting, baada ya hapo, unaingia kwenye hili la kwanza hapa, hili hili fungu la kwanza, unagusa hapo. Baada ya hapo, unagusa hii hii hapa, nadhani unaiona profile picture, unagusa hapo. Baada ya hapo, unagusa hili jina hapa, Lena Diamani, unagusa hapo, itafunguka kama hivyo, itakuletea option ya kubadilisha jina, ya kwanza kabisa name Utabonyeza hapo name, utabadilisha jina unavyotaka, ka edit hapo ka edit hapa, mfano bishowa nini au, nini, au due to with brain. Bachio, utabonyeza review, change save, basi itakuwa ime change na umebadilisha jina lako. Hivyo ndo jinsi ya kubadilisha jina lako kwenye Facebook. Karibu sana, usiache kusubscribe video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.